azi ya taasisi mbalimbali za kifedha, lakini zingine, yani, mtu sasa hivi anajiamlia tu anaenda kuchukua mkopo benki labda milioni mbili, anakuja nafungua ofisi anaanza kukopesha watu na watu wale anaowakopesha unakuta mtu kaisha choka, hana mtaji, alafu pia vile vilevile labda anampa shilingi laki moja au shilingi elfu hamsini Ukipewa laki moja urejeshe shilingi elfu nne nne kila siku Ukipewa shilingi elfu hamsini urejeshe elfu mbili mbili kwa kila siku, unaona, unajikuta ana mtaji wake haukui kwa sababu anakosa pesa ya kujikimu kimaisha, pesa yote anapeleka kausha damu, unaona, kila siku kwenye nanili. kwa hiyo unajikuta ule mtaji unazidi kushuka, na mtaji unaposhuka anaenda kukopa, anatoka ofisi hii anaenda kukopa ofisi nyingine ajili ya ku balance ile deni akamilishe na kumbe anadumbukia shimoni hii mikopo ya kausha damu yani. Ukienda kujaza fomu leo hii unapewa pesa leo hii hii, na unaweza ukajaza fomu kwa mkopo wa shilingi laki moja lakini ukapewa sabini na tano wanakata elfu kumi ya fomu, wanakata shilingi elfu kumi na tano kwa ajili ya bima. Sasa sielewi ile bima inaenda wapi lakini mkopo unaandikiwa laki moja na unaendelea kutoa elfu nne sasa. Umeenda kopa laki moja umepewa shilingi elfu sabini na bado hapo hapo unaambiwa urejeshe shilingi elfu nne kila siku. Inakuwa inawaumiza watu kwa, kwa ujumla. Chanzo haswa cha kinamama kukimbilia mikopo ya kausha damu ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu wa ujasiriamali elimu ya kutunza fedha pia vile vile hata kujikimu kiuchumi, sababu hii mikopo ina inaumiza kweli, kama ilivyo kausha damu, kweli ni kausha damu, kwa sababu imeleta athari kubwa sana kwenye jamii. Ongezeko la watoto mtaani pia vile vile linasababishwa na na hii kausha damu, kwa sababu baba anapoona kwamba mama amezidi labda amekopa taasisi hata tatu, baba anaamua kukimbia, anaacha familia, anabaki mama. Mama naye akiona kwamba yamemfika shingoni anakimbia na acha watoto. Hapana, sijawahi kukopa mkopo wa kausha damu, ila niliwahi kumdhamini mteja wa kausha damu, kwa sababu unapoenda kuomba mkopo unaambiwa lete mdhamini. Kwa hiyo walinifuata, naomba ukanidhamini mkopo, nikaenda nikamdhamini. Alichukua laki moja na nusu lakini alirejesha kama marejesho manne tu, ile mtu akakimbia isiyokuwa na tarehe wala muda nikaja kufuatwa nyumbani. Kwa hiyo nilijikuta mimi nalipa lile deni pasipo kujua nalilipa lipa vipi. Na sikujua kwamba mimi nilienda pale nikajaza tu nikijua ah si laki moja na nusu acha tu nimdhamini. Mm-hmm. Lakini kashikashi nilizo zipata ni kubwa. Kashikashi ambazo nilizipata, kwanza nilipata ujumbe pale nyumbani, kuna watu wamekuja kukutafuta. Nikajiuliza, nikina kina nani? Nimekaa imefika kama mida ya jioni jioni, wakaja wale kausha damu. Jambo la kwanza wao, kwanza hawana adabu, walifika kugonga mlango na kupitiza ndani moja kwa moja. Akaniuliza rejesho tulio tulio hapa wewe na mwenzio, sasa hivi haonekani wewe ndio mzamini. Maana yake mzamini ndio mkopaji wa pili, kwa hiyo sisi tunaomba utulipe deni. Nikawauliza ameshalipa marejesho mangapi? Wakasema ameshalipa marejesho manne alichukua shilingi ngapi? Laki moja na nusu. Hmm. Nikamwambia basi mnipe muda na nafasi kwa kuwa mimi ndo mzamini, mnipe muda ili niweze kulipa lile deni kwa wakati, lakini walikataa, wakagoma, wakasema kwamba imepitiliza siku, leo ni siku ya nane, hatujaona marejesho, kwa sababu pesa tunapomkopesha mtu tunapokusanya marejesho ndipo tunapomkabidhi mwingine. Kwa hiyo kumbe pesa yao ina, inajizungusha hata mara tatu unapopeleka ile unapopeleka lile lejesho wanakusanya, wanakopesha tena watu wengine. Kwa hiyo hela inazidi kujizungusha umo huu. Kwa kweli nilisumbuana nao mpaka kwa mwenyekiti wa mtaani, nilidharirika mtaani kama mimi ndio nimekopa ile kausha damu. Nilichukia na sikupenda, nilitamani hata siku moja ije itokee okay. eh, wanawake tukapaza sauti zetu kuhusu hii mikopo ya kausha damu, kuhusu kuumiza, mimi nishaifu lakini tatizo likaja upande wa wetu sisi sana sana sisi kwa kupaji. Mkiwa mjiatimiza rejesho tulikuwa kwa kikundi. Kwa jiatimiza rejesho ndio mtakaisho kwa kikundi paka hata jioni. Mpaka mkamisha rejesho la kila mmoja ndio mnachi. Sikwanisha mmoja kwa wiki kila wiki. Na kila mtu anarejesha kufuatana na mkopo aliyochukua. Kama mimi nilichukua laki nane kwa hiyo kila wiki unajisha elfu ishirini na tano kwa ndani ya wiki ya arobaini. Hey, tuna kama milioni mbili na kitu saba tulikuwa wengi kama watu 17. Sisi tunakutana saa tatu asubuhi, mwalimu anakuja saa nne kusanya ile. Kwa hiyo ikifika saa nne wengine wakiwa hajarejesha hata ujue watatu mpaka mkusanye mpate. Mkikosa mnaanza kupiga simu kwa ndugu, jamaa, marafiki wanawatumia. Mkiwatumia mnamtolea ile mtu. Ndio mnaruhusiwa kutoka sasa. Sasa kwenye benki sisi sio wazoefu, hatuwezi kukopa kwenye benki Nakuta sisi ni watu wa kawaida tumepanga halafu hmm. Nakuta hatuna biashara inayoeleweka ku wengine anauza mkaa, wengine tunauza maji tu, wengine anauza maji barafu nyumbani hmm. Hey, benki utaanzaje? Tumeshajua benki wanaenda sana sana, najua haba wafanya kazi wa serikali au watu wenye uelewa zaidi kama wasomi. Ushauri wangu hmm. hmm. kwa serikali ukituekea yani, kama hivi wanakuja wana kikundi hivi, yani wakubwa wanatuelimisha kuhusu fanye fanye fanye hivi, tutapata uelewa. Tatizo ni kukosa uelewa, kishapata uelewa, tunajiunga tunachukua kwenye nani, kwenye sehemu husika, yani ambazo zitatusaidia kwa wepesi zaidi. Mikopo wa mama wanapendelea kwa sababu ni mikopo ambayo kwanza haina usumbufu sana, haina usumbufu sana kwenye kuchukua pesa yaani ni muda mfupi wanatoa pesa, lakini hii mikopo eh, ya halmashauri ina mizunguko mikubwa ya kuunda vikundi. Vikundi vinapoundwa wakati mwingine na pesa msipate, naambiwa haya, leteni vitambulisho vya NIDA. Baada ya vitambulisho vya NIDA, tunaomba kila mfungua akaunti shilingi elfu kumi kumi, unajikuta wakati huo una pesa, alafu baada ya hapo mtakapotoa zile pesa, ndio hivyo, mnaambiwa kusubiri, subiri subiri, hata ndani ya mwaka mzima kwa hiyo mtu anaona kwa uharaka aingie kausha damu achukue pesa ili aweze kujikwamua afanye biashara. Tumekutana pamoja kuzungumzia hali ya kina mama wanavyokosa mikopo na kujikuta wameingia kwenye mikopo ya mtaani maarufu kausha damu. Hali za wanawake wa kina mama wengi, baadhi wameachika na waume zao na baadhi wamebaki na watoto wanahangaika na wengine wamekimbia ndoa zao kwa madeni ya mikopo umiza kausha damu iliyozagaa kwenye mitaa. Hivyo sisi viongozi wa chama ADC ngazi ya mkoa tumepata msukumo wa kukusanyika kwa ajili ya kuipazia sauti Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba fedha zinazotolewa asilimia kumi za bajeti za halmashauri hazi, haziwafikii wananchi, zimekuwa zikitolewa kwa misingi ya ubaguzi kwamba kama sio mwanachama wa chama kilichoshika dola huwezi kupewa mkopo huo kama kikundi au mtu binafsi. Watoto wanne wanasoma, umepanga, wanahitaji kwenda hospitali, wanahitaji mavazi, hebu niambie, ni ambieni, maisha gani unaweza ukaishi kwa mtaji wa shilingi elfu tano? Kama serikali ingekuwa ina huruma, zile hela za ujasiriamali asilimia kumi zote zingelenga wakina mama maskini hawa. Lakini kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya, hizo hela bado zinawalenga matajiri, na kwa bahati mbaya watumishi wa serikali ndio wamekuwa wakihozi hizo hela, zikifika wakati wake wanaunda vikundi wao na ndugu zao wanachukua zile hela wanasema ni asilimia kumi zimeenda kwa wakina mama, vijana na walemavu. Kumbe hela hizo zimerudi kwa watumishi wa serikali na selikari, haiipati, sabu. Ndio maana mara nyingi mikopo ile serikali haipati hairudi kwa sababu waliochukua ndio wale wanatoka kudai wanaweza kazidai. Sasa maskini hao ukiwakopesha, kama wanaweza kulipa elfu nne nne kila siku kwenye kausha damu, anashindwa kulipa ule mkopo wenye gharama nafuu, lakini bado masharti yake tena ni magumu ili mjiunde kwenye vikundi na muweze kupata mkopo ule mpaka uwe na nida. Na bahati mbaya nida hazipatikani kwa wakati. Yaani leo nataka mkae mtafakari. Nida ni muhimu kuliko kitambulisho cha mpiga kura. Mnanielewa eh? Kwa sasa kwa sababu nida usipokuwa na nida huendi JKT. Usipokuwa na nida mtoto haendi sekondari kwa sasa kama mfikisho ule miaka kumi na minane wala chuo. Usipokuwa na nida kwenye mkopo wa 10% hawakupi. Usipokuwa na nida huwezi kufanya jambo lolote. Sasa umeenda mbali zaidi, ili upate mkopo ule, pia kwa nyinyo wajasiriamali, mpaka tena uwe na kitambulisho cha mjasiriamali. Na kama hauna kitambulisho kama ukiwa hauna nida, kitambulisho cha mjasiriamali tena chenye ufanyije ukipati? Unaona mitego mnaowekewa, yaani mnawekwa kwenye mitego migumu kweli, ndugu zangu. Sasa tunataka mtusaidie tushirikiane tuwe pamoja, tulie pamoja, tuachane na hawa wanaototeza twende tuwashughulikie, tuwaambie kwamba hata sisi tunaweza. Ndio maana tumewaletea taasisi za kibenki ziweze kuwaeleza namna ya kupata mikopo kwa utaratibu wanaoujua wao.